Mimi ni Onesmo Maganga, mwanasaikolojia. Uh, leo ningependa kuzungumza kuhusu social phobia. Eh, ulishawahi kujiuliza kwa nini mtu anashindwa kabisa kuongea mbele za watu? Yuko mbele za watu, labda ana present, anatokwa jasho eh, tone of voice ina change, sauti inatoka ya chini sana mwingine anashindwa kuongea kabisa e, mwingine kama ni kiapo anashindwa kula kiapo kabisa mbele za watu. Au umeshawahi kujiuliza kwa nini e, kuna mtu hawezi kukaa mbele darasani, yaani hiyo ni hawezi kabisa, yeye atataka akae nyuma, akae kule backbencha, hawezi kuja mbele kukaa mbele au kunyosha mkono kuuliza swali au kunyosha mkono kujibu swali. A, watu hawa mara nyingi E, wanakuwa wanaepuka sehemu zenye watu wengi. Unaweza ukamwalika hata kwenye sherehe asije, kwa sababu akija kwenye sherehe pale anakuwa na hisia mbalimbali, anakuwa anaona kama anachunguzwa, kama anaangalia sana anaangaliwa sana. Hata penda kukaa sehemu zenye mwanga e, akikaa sehemu ina mwanga sana ataomba mzime, anakuwa na hisia zile za kuchunguzwa chunguzwa, kama vile attention yote watu wameweka kwake. Kwa hiyo, uh, hili ni tatizo kisaikolojia na mtu wa namna hii anahitaji counseling. Na wakati mwingine hata kuanzisha mahusiano inaweza ikawa ni changamoto kwake eh, kwa sababu kumfata mtu pengine hamfahamu inakuwa ni shida kwake na wakati mwingine hata unapokutana na watu asiowafahamu kwenye sherehe, sehemu nyingine za mkusanyiko, inakuwa ni changamoto kwake kukaa katika yale mazingira. Anaweza akakaa muda mfupi akaomba kuondoka, au asitokee kabisa kwenye huo mkusanyiko. Kwa hiyo mtu wa namna hii anahitaji ushauri wa kisaikolojia. Asante.